Unaona ni mwendelezo so, wa kuendelea kufurahi tena hapo kesho, mnaenda kukutana na Azam. Uh, sisi kufurahi ni kitu cha kawaida kwenye ligi, kwa sababu ndio timu pekee mpaka sasa hivi hatujapoteza mechi mm, sio, umeelewa? Hatujapoteza eh, mechi mpaka sasa hivi tumeruhusu, umeelewa bwana, goli moja ndio tumeruhusu. Tumecheza mechi nne, tumeshinda mechi zote nne, tuna goli kumi na moja, sawa? So, kwa hiyo moja kwa moja sisi kesho ni mwendo wa kufurahi. Kesho ndo siku ambayo watu wanaenda kujua kwamba Matola ni mwalimu wa aina gani? Maana yake Mbeya sita wanadai kaonewa, umeelewa bwana, kaonewa na especially alipata kadi nyekundu. Unapozungumzia walimu watano barani Afrika, walimu wakubwa watano, uweze ukamwacha Florentina Ibenge. Kwa hiyo kesho Azam Jazz Matola ndo anaenda kuonyesha Ibenge kwamba Matola na Ibenge nani ana experience kubwa katika nini katika kufundisha mpira e. Uh, tuzungumzie kidogo kuhusu morali yenu mm -hmm. Na kabla ya kufikia huko, unaona sasa mnakwenda kuwekeza nguvu kubwa NBC na mkaacha kaapana. Uh, hapana hapana, Simba sio mara kwanza kupoteza mechi mbili, yaani kupoteza mechi mbili kwenye klabu bingwa, sio kwamba tayari eti kwamba Simba morali yetu imefanya moral nini imeshuka. Tulishafanya hivyo misimu miwili nyuma, tulikuwa kundi moja na Raja Kasablanka, alikuwepo Simba alikuwepo mm -hmm. Royal Athletic Club kipindi kile ndio alikuwa poti namba 2 si kwa poti namba 3, alikuwa nafasi ya sita. Alafu tukawa na Vipers ya Uganda. Tulianza na Royal tukafungwa moja bila saa, tarehe kumi na tatu, tarehe nane, mwezi wa nani? Tarehe kumi na tatu, mwezi wa ngapi? mwezi wa tisa. Ilikuwa tukafungwa kule moja bila, tukageuza naye hapo, tukaja hapa tukacheza na Raja Casablanca tukapigwa goli tatu hapo. Kwa hiyo tukawa tumefungwa mechi ngapi? Mechi mbili. Lakini Simba alifanya comeback akamgeuza Vipers nje ndani tukaja uloa tukampiga goli saba tukaenda. Kwa hiyo sisi sio yani, ndo kawaida yetu, sisi tunacheza kwa mipango. Kwa hiyo bado tuna mechi nne tumepoteza mechi mbili, tuna mechi nne. Na ninauhakika uongozi wa Simba kwa sababu usharudi kwenye slogani yao ya Simba nguvu moja, mimi ninauhakika kabisa bado kimataifa tuko vizuri, yani tuko vizuri kabisa. Mmerudi kwenye slogan, yani, ya nguvu moja baada ya kumfukuza meneja. Ah, hapana, slogan ya nguvu moja, watu wanataka kufarakiana, ni kitu cha kawaida umeelewa bwana, vikombe vinagongana kwenye kabati. Sembuse binadamu. Kwa hiyo binadamu wanagongana, mwisho wa siku wanakaa chini, wana make dispute, wanarudi katika umoja wao, na ndio maana wameona kitu alichofanywa na hata kuelekea mechi ya kesho. Sawa, eh, tunaenda kumbomoa kesho, nini, kesho Azam, ingawa kuna minong'ono ya hapa na pale. Kuna kiongozi legend mmoja, yeye anaonekana kama hapendi maendeleo ya Simba kwa sasa, kwa sababu anaona ametolewa kwenye majukumu ya Simba, ajui kwamba ukishatolewa kwenye uongozi Kaa pembeni, wape ushirikiano wenzio, unaweza ukaja ukafanya nini ukarudi, lakini swala la kukaa propaganda zimekuwa si nyingi oh, mimi Simba nimetoka na mbali, si naweza kafanya hichi, naweza nikaipoteza timu, vinakuwa vileti maana. Lakini kikubwa mimi ninachofahamu, viongozi wa Simba kama watakuwa katika slogani yetu ya Simba nguvu moja, hakuna kinachoharibika, hasa ni mtoto mdogo tu. Kwa kisa namna Matola alivyopanga kikosi cha juzi, unatamani kuona akiendelea kufanya hivyo mara kadhaa, mara kwa mara, na unatamani pengine a majukumu ya kocha mkuu. Mimi ninachomwasa braza yangu Matola ni kitu kimoja, ninachomwambia sawa, timu ameshakabidhiwa yeye na na uhakika atakabidhiwa yeye atamaliza huu msimu. Kwa hiyo yeye anatakiwa apange timu kulingana na yeye, sawa, yani akili yake inamtuma nini kwa kuwaona wale wachezaji katika viunga vya mazoezi, yani asija akamsikiliza kiongozi yoyote, asija akamsikiliza mtu yoyote wala rafiki yake wala nani atumie akili yake yeye, yani kichwa chake ndio kiwe serikali yake, ndo anaweza akaimudu ile timu. Yani aangalie ni mchezaji gani anaweza akakupa nini katika mechi fulani, wala asilete urafiki na wachezaji kwamba mchezaji fulani, kwa sababu ni rafiki yangu natoka naye mkoa mmoja, basi natakiwa nimpatie nafasi. Hapana, yeye apange kulingana na nini na kikosi ambacho kilichofanya mazoezi na wachezaji waliomuonyesha kwamba wana utayari na nini na ile mechi, yani asifosi tu kwamba ku wachezesha wachezaji fulani kwa wa sababu kiongozi fulani anahitaji. Wapo viongozi wao ambao wachezaji wa, wachezaji wana wafosi makocha wachezaji fulani wafanyeni, ili wapate kucheza. Kwa hiyo Matola anatakiwa atumie akili yake kwa kuangalia wachezaji realistics kwamba so, wana uhitaji wa mechi. Kwa hiyo serikali ya kichwa chake ndio inatakiwa ifanye kazi, sio asisikilize maneno ya watu na asisikilize ushauri wa mtu yoyote, yeye kama yeye, yeye ndio head coach, amsikilize na mwalimu wake msaidizi pamoja na watu wake wa benchi la ufundi, ndio aweze kupanga kikosi. Mi naamini kabisa Azam, ah, uwezo ukasema alikuwa maelekezo anapewa yeye, ni akili yake yeye mwenyewe, na kama alikuwa anapewa anayafuata, basi atakuwa sio mwalimu bora mm -hmm. Lakini mi ninachofahamu kila mwalimu anatakiwa atumie akili yake katika kuangalia wachezaji wake ili aweze kupata kikosi kilichokuwa bora katika kuipambania timu. Taarifa ilikuja ghafla. E, taarifa ilikuja ghafla kutokana na jinsi gani timu ilivyofanya nini, ilivyopotea especially mashindano ya kimataifa kwa sababu Simba akili yao yote iko kimataifa, ndio mashabiki wa Simba tulivyo yeah. Sisi kwenye ligi uko tuna wa wasiwasi nako kule ndio maumivu makubwa sana yanatupata. Akafanya nini, akakushusha leo, hayupo hata kwenye nafasi. Akapofanya ya ya vizuri sisi, akapofanya vibaya nani? na huyu Piramidi anashika nafasi ya sita, tumemwacha pointi mbili kwa vile vilevile kama atafanya vizuri sisi tutakuwa tutadondoka tayari, naye hiyo atafanya, atafanya. kwa hiyo tunaweza tukatoka kwenye nini tano bora, tano bora ya kafu. Kwa hiyo ndio maana unakuta watu wa Simba wengi akili yetu iko kimataifa, lakini kwa swala la pantevu kuondoka ni vitu vya kawaida kwa sababu makocha wanakuwa hard to be fired, yaani hiyo ndio kawaida. Mwalimu anaajiriwa ili afanye nini, ili afukuzwe. Kama timu haitofanya vizuri basi anatakiwa apishe wengine. Mmemharibia kibarua kule Gaborone. Ah, sote tumemwaribia kibarua yeye mwenyewe ndo kajaribia kibarua, kwa sababu pindi unapokuja kwenye timu, timu inatakiwa ifanye vizuri. Sasa kama timu haifanyi vizuri, wewe na kati ya yeye na sisi nani aliyokuwa amemwaribia mwenziwe? Sisi ameiharibia taasisi nzima, si umeelewa? Taasisi nzima, mpaka sasa hivi hatuna uhakika wa kufuzu kwenda robo fainali, mnelewa? Ni vitu vya kawaida, ni vitu vya kawaida. Wale ni wachezaji wanaonana wana, wana, wana, wana, nao eh. kwa hiyo ni vitu vya kawaida sana kwa walimu, kwa sababu walimu ni vipenzi vyao eh. Mazungumzo so ni ya kawaida tu, kwa sababu hata mwaka jana eh alionekana alionekana na mwalimu wetu Fadil Davis. Walimu wanapenda sana wachezaji ambao eh, wanaokutana wana nao mara kwa mara, kwa hiyo ni vitu vya kawaida sana kwa mwalimu kukutana na mchezaji, vitu vya kawaida. Bajabiri, ulimuona kwa sekunde kadhaa, kafanya maajabu yake. Pengine unatamani kuona kesho mwalimu Selemani Matola akimpatia nafasi zaidi. Aa, kwa mechi ya kesho bado Bajabiri anatakiwa, yeye anaingia taratibu, huwezi kumwanzisha. Sawa, yule ana dakika kumi kumi na tano anaingia taratibu kwa sababu kwanza bado ana kama uzito fulani, na mechi ya kesho inahitaji wachezaji ambao wenye uhitaji wa mechi, sawa, walokuwa na utayari wa mechi, sawa. Huwezi kumuingiza mchezaji ambao alotoka kwenye nini, kwenye majeruhi, yaanze mechi ya kesho. Yule ataingia baada bado dakika kumi dakika kumi na tano ndo anaweza akawa anaingia taratibu. Bajabili ni mchezaji mzuri, isipokuwa bado ile game fitness bado ana katika mwili. Hata juzi ukimwangalia, bado anaonekana fitness ile iko sawa sawa, ingawa alifunga goli. Si ni watu wa mpira, kwa kwa mechi ya kesho inahitaji kile kikosi kilichoanza juzi, hmm. ndio kinatakiwa kianze kile kile kwa miaka kadhaa nyuma Azam uliwafanya nyie msishiriki mashindano ya club binguo barani Afrika. Pengine huu mchezo mnauhitaji kiasi gani? Ah, huu mchezo tunauhitaji kwa sababu michezo ya ubingwa, sawa eh? Ni michezo miwili. Michezo minne tuseme. Sawa, ni michezo miwili ya Azam na michezo miwili ya nini, ya Dynafag FC. Hii ndio michezo ambayo inaweza ikafanya determination ya nini? Ya uhalisia wewe kwamba ni title contender au la. Kwa hiyo mechi ya kesho na Simba tunaihitaji sana kwa sababu msimu wa mwaka jana Azam na sasa tuligawa na pointi, si tulimfunga Zanziba akaja tukatoa na sare hapa. Kwa hiyo kwa mechi za mwaka huu tunahitaji pointi sita kutoka kwa Azam ili tuweze kujihakikishia kwamba mwaka huu ubingwa tunauhitaji. Kesho anaweza akasimama mlinda mlango wenu wa zamani Aishi Manula, unaona, akiwaachia nafasi mianya, kesho akicheza atapewa lawama tu, ataambiwa kwamba bwana yule, kwa, kwa sababu alikuwa Simba alifanya hivi alifanya hivi. Kwa hiyo mimi naona wangemweka tu Zuberi Foba. Au ah, yule Onana si nani, kocha Fofana, goli kipa. Lakini akimweka Ishmanula kesho, kwa mafuadi wa Simba, kesho atambebesha mzigo wa lawama. Yaani ndio ninachokiona kikubwa, atambebesha, ah, mzigo wa lawama. Sasa pia kufungwa goli tano, na hasa kwa sababu alitufungisha, hey, tano. Wakifama siara kesho zinaweza zikatinga sababu kesho, mechi ya kesho sowa na uhakika kesho, na goli mbili jincha zaa, kesho lazima afunge Modis ya Blab, kesho lazima afunge mpanzo, kesho lazima afunge. Yaani kesho kuna goli tano, yaani goli tano lazima ziwepu kesho. Nakwambia Ibenge sasa ijue, Ibenge tushampiga chuma nne tukamfukuzisha kazi ya hizivita. Yaani Ibenge hajawahi kuifunga Simba. Ibenge kaja hapa na AS Vita. Ibenge sisi AS Vita tumecheza mechi nne. Alitufunga mechi moja tu goli tano. Mechi tatu tumemfunga yeye. Tano. Eh, alitufunga tano. <laughs> Lakini mechi tatu tulimfunga yeye. Tulimfunga kule kule kwake moja bila. Mechi za hapa zote tulimfunga goli nne hapo. Nne moja tukamfunga mbili moja. Ibenge alikuja tena hapa na Alelalo Mdumani. Sawa. Tukamfunga tena hapa hapa. Tukatoa na sare moja tukamfunga moja. Yeye akatufunga moja mechi ya kirafiki kule kwake. Ibenge anajua Simba. Ibenge na Simba mpaka sai ameshacheza mechi saba. Katika mechi saba Ibenge ameshinda mechi mechi mbili, Simba kashinda mechi tano, sare moja. Kesho anza kwa maana Simba. Nani anauhitaji zaidi wa pointi tatu? Kila mtu anauhitaji, kwa sababu ligi bado mbichi. Aa, mwenyewe anahitaji, Simba anahitaji, lakini Simba tunauhitaji zaidi, kwa sababu msimu huu hatuhitaji kupoteza point hata moja. <laughs> unaenda kucheza na timu ambayo ina nguvu kwa kweli kweli, wametoka kutoshana nguvu na Singida Black Stars, pengine wanaweza wakaja na nguvu ya kuwakosi kuhitaji kutumia makosa ya Simba na kuzalisha faida kila ba. mechi na game plan yake sawa. So, Azam kutoa sare na Singida Black Stars, kwanza mwenye advantage ni Singida kwa sababu Singida alikuja hapo hapo nyumbani kwake, walikuja Azam complex, kwa hiyo inaonekana kabisa timu yao iko wiki sawa, so, mpaka Singida hapo hapo nyumbani kwako anakuja anapata sale tena, sale yenyewe wanafanya kuitafuta wao lakini kwa kesho, Simba hatuna cha kupoteza, ni kesho lazima pointi tatu tuzipate, yani piga uwa. kuna mhitaji mchezaji gani ambaye anaweza kuamua mechi kesho? mimi nadhani mpanzu anaiamua mechi. Mpanzu kesho na Blam Moris Ndio wachezaji watakuwaiamua mechi yni, yani Simba kule mbele, wewe ukiona huko Kibu. Huko kuna mpanzu Moris ya blam namba 10. Alfu juu pale kuna Soa. Kaza mapema sana anakufa. Kipindi cha kwanza anakula chuma mbili chuma tatu. Wewe umepanga kikosi sio Selemani Matola. Nani? Umepanga kikosi wewe. Ah, si zetu. Kwani mwalimu si kwa anasikiliza? Hata asikiliza hili anapata ushauri kutoka wale kwa walimu wake. Yeah. Na simu namba za ja simu za Matola tunazo. Na yeye mwenyewe anatupigia na simu anatuomba ushauri. <laughs> si ni watu wa mpira. Kwa hiyo kesho, kikosi cha kesho, usishangae Kapombe, Mligo. Katikati hapa, kama kawaida, Lushindiru anacheza na Wilson Nang. Kagoma kante juu. Abraham. Kulia kibu kushoto, nani kushoto? Elia Mpanzu, swali linasimama hmm. Juu nyuma anaingia sababu kama kawaida hmm. E, yule mzee, moja mojamoja, tushashinda goli mbili ndio, hmm. Anaingia sasa, anaanza kugoa. Tunapiga Simba itategemea mashambulizi ya namna gani pembeni? Simba sasa hivi ni timu ambayo sehemu zote Simba katikati wako vizuri, kutokana na aina ya viungo tuliokuwa nao wana uwezo wa kufinya ndani wakiamua, tumie natural wings. Tuna uwezo huo, tukiamua viungo wanaweza wakafinya ndani, tukawa tunatumia wing backs pamoja na nani na somali Kapombo, si umeelewa? Kwa hiyo sehemu yoyote sisi tuko vizuri. Yani kikubwa wachezaji wazingatie vitu vitatu, commitment space na nini na time, si umeelewa? Wajue mdagani wanakaba, mdagani wanafanya nini, wanachezea mpira mdagani, wanashambulia umeelewa? Nafasi zitengenezwe wazuie, nafasi mpinzani asizitumie, na, na, na matumizi ya nafasi mm. nikipatikana nafasi nne basi tatu ziwe goli au mbili ziwe nini? so, goli sio. zinapatikana nafasi nne hata moja, mnakuwa mnashindwa kufanya nini kuitumia. mm. kikubwa kabisa commitment, wa wachezaji wamwage jasho yani mm. tukimwaga jasho kesho, tuna uwezo wa kumfunga Azam goli lisiopungua kuanzia mbili. mpira ni mchezo wa makosa, ikitokea Simba wamefanya makosa na wakaruhusu bao wana njia mbadala ya kuweza kurudisha tempo ama morale ya wachezaji na kupata goli, pengine, kama wakitanguliwa, wana... Hata msimu wa mwaka jana Azam alitangulia alitangulia kupata goli lakini ndani ya dakika tano tukasawazisha tukasawazisha goli, goli la pili, na tukapata goli la pili na hao wakaja wakasawazisha. Hata JKT alitangulia kupata goli lakini goli alikudumu hata dakika tano, yaani Simba ndio ndo, mna njia mbadala ya ya kutafuta magoli yeah. Nipangie kikosi chako cha kesho. Kesho kama kawaida golini Yakubu Suleiman. Simba iko kwenye mikono salama. Pembeni huku kama kawaida Shomari Kapombe baba Esther. Kushoto mligo dogo janja. Eh, dogo mgumu. Umenelewa tunamwamini sana. Katikati hapa Lushi Ndiruku anacheza na Hudson Nangu. Kagoma Kante juu namba nane. Namba kumi Molis Abraham, saba Kibu, kumi na moja Mpanzu, namba tisa Jonas Asso. Dakika 90. Dakika 90. Mm -hmm. eh, Goli kuanzia mbili kesho za kuanzia mbili, kuanzia mbili, unaelewa maana, at least at least two goals. Pengine matamanio ya ni kuona Yanga ikishinda. Wewe bwana nataka kunitafuta yao ndani tu. Mimi nishakwambia e, sawa eh. Mimi nimeshakwambia ukiweka chumba cha nyoka e, na chumba cha wana Yanga mimi naingia kwenye chumba cha nyoka. Bora nikagongwa na nyoka kuliko kukaa na watu wa Yanga. Kwa hiyo Yanga, mimi namwombea dua baya tu kesho na Kosti. Na nina uhakika kesho Yanga yale yani amepuruchuka akapata sare. Ingawa mechi wameipeleka Dodoma, lakini nina uhakika kesho kwa Kosti ninavyojua na timu ya Yanga ilivyokuwa mbovu. Kesho Yanga kuanzia sare. Yanga kesho ni sare. Ya kundi la nini sasa? Wamefanya maajabu gani? Pointi tatu kazipata hapa, ile timu wabovu wale kaenda kapata sare. Amna kundi la kifo mle, wale ni waarabu tu, wana mbinu mbinu, lakini sio kwamba eti timu ngumu. Hakuna cha kubadilika Yanga sasa hivi, namtegemea mchezaji huyu, na hata ukimwona akiwa anacheza anachoka. Hata mwenyewe sasa hivi kashasema ana fla ndani ya kikosi cha Yanga, kwa sababu mwili wake unatumika pasipo kuwa sana utaratibu maalum. Yani hivi unaiona kabisa Yanga bila bila bila ya pakome zuzu hamna kitu. Lakini leo Simba mpanzo anaweza kenda nje ni omaema akafanya jambo lake. Kibwa anaweza kawa nje, Morris Abraham Joshua Muta. Yaani wachezaji wanakuwa wachoki. Yaani Simba inashinda huku ina relax. Lakini Yanga waki ukiona ameshinda basi kuna mchezaji kamwaga jasho kaumia katoka mpaka na vidonda mpaka kwenye meno. Lakini ni wajibu wake. Eh? A wajibu wake, wajibu wake ndio anatakiwa relax. Yaani timu yeye ya, akiwa nje tu tayari timu inapotea. Juzi umeona pale kwa kigoli cha penati tena cha ya ku... pe, pe, penati ya hongo ile, ile ile ni penati ya hongo ule. Mpira akushika ule mpira umemgonga mbavuni hapo, mpaka anakuja kuingia nani, anakuja kuingia nani? Swaiba wangu umeelewa bwana. Pakome ndio anaenda kutafuta tena goli la pili. Kwa hiyo uwezo wa sasa hivi hawana, wanamtegemea, wanamchosha tu swaiba wangu. Swaiba anachoka, na mimi namwambia Pakome, ukitaka kucheza mpira kwa muda mrefu, toka njoo Simba usingang'anie Yanga, watakuwa wanamtegemea mmoja tu. Afadhali hapo mwaka jana alikuwa Azizi akiosa Azizi Pakome, lakini sasa hivi ni Pakome tu Pakome tu Pakome, wanamchosha pengine Yanga katika sajili ambazo wamekosea ni msimu huu. Sasa mwaka huu kuna usajili uliopatiwa Yanga, hakuna hata mchezaji mmoja alioingia kwenye first eleven yang. ya Yanga ka kaingia wapi? Huenda azimu atupu, amna kitu yule Celestin akua akiwa Chadi, anacheza mpira akija hapa na anaeleweki, anacheza ya nini? Yaani mwaka huu katika msimu ambao injinia amebugi kwenye usajili ni msimu huu hakuna usajili aliopatia msimu huu, wachezaji wote kachemka. Dombia yule sui, nani nani, Conte Kouma, wote wanaanzia wanaanzia benchi. Sasa kuna wachezaji yani, wewe mchezaji umsajili, haya, yule boeli boeli na dube. Yani wewe yule boeli ameshindwa kumchallenge dube, dube mbovu sasa hivi ameshindwa kumchallenge. Sasa kuna wachezaji yaani, katika msimu ambao aliopotea ni msimu huu. Msimu huu injinia amepotea sana kwenye usajili. Kama kuna mtu amemsaidia usajili basi kamtia chaka, aachane naye mara moja. Mimi ninachomshauri asitegemee sana sajili za Simba. Unajua hii misimu ya nyuma alikuwa anapata wachezaji wazuri, siri zilikuwa zinavuja huku, Simba wanatafuta wachezaji, siri zikivuja, wao wanapita nao. Sasa mwaka huu watu wamefunga mageti, walimtaka Kante wao, wakajua Konte, wameenda kumvamia nani, Konte. Kante anafanya balaa, Konte hamna kitu, Konte ni kitu goigoi goi. Tuliwaingiza tumwaingiza chaka, chaka, matokeo yake hakuna kitu. Sasa hivi kwa usajili wa mwaka huu mtani amechemka, yani sio siri, yani hata wanayanga wenyewe wanajua kama mtimu huu wamechemka. Ndio maana mwalimu anatumia hawa wachezaji wa zamani, ndio anatafuta matokeo, lakini kwa wachezaji hawa waliosajili msimu huu, sasa ni nani sasa? nani kwa ile penalti ya juzi bado wao wanaona Jonas Sanso mechi tatu goli tatu, huyo ndio striker bwana. Mwaka jana mechi kumi na tatu goli kumi na tatu mwaka huu mechi tatu goli tatu. Ni kwa nini Young Africans hawa kumchukua Jonas Sanso, na wakati kipindi kile Jonas Sanso yuko Singida Black Stars? Sasa wana hela? Alikuwa analilia sana hela. Hela, hawana hela, mchezaji alikuwa anauzwa bilioni moja yule. Uona naitwa wapi yule? Wana hela. Wapi? Kwa Konte. Bwana Konte katoa shilingi ngapi? wanaanga watakuwa wataona atakusema kumponza injinia. Yani mchezaji wa bilioni moja mpaka leo ajulikane hata za namba gani? Hamna kitu. Kwa hiyo anakulala zabure tu pale, anakulala zabure, hamna kitu. Dirisha dogo linakwenda kusajiliwa, mwambie hakuna usajili mzuri kwenye dirisha dogo. Yani sikufichi kama umebugi dirisha kubwa, dirisha dogo kupata mchezaji labda uwe umemweka umemsajili dirisha kubwa kachelewa kuingia, kama vile tulivyopata sisi mpanzo ndio anakuja kutumika dirisha dogo. Lakini kwa kutafuta mchezaji dirisha dogo ni ngumu sana na kama utampata basi utatumia gharama kubwa mno, na vilabu vyetu ni wabahili katika kutumia gharama eh. Pengine Young Africans inafaidika na safu yao ya ulinzi eh. Safu ya ulinzi ya, ya Yanga iko vizuri yaani, jobu baka mwamnyeto bado wako vizuri, wana sinki pale nyuma bado wako vizuri kwa, kwa upande wa nyuma. Yanga ana tatizo, Yanga kuanzia hapa namba sita kwenda juu ndio penye shida. No. Eh, no. Yanga kesho sare no. Kesho sare, akifaamasare anapigwa na Kosta.